Ulikuwepo wapi? Maana nimekutafuta muda mrefu sijakuona. Uh, nilitoka mara moja, kuna mtu nilienda kuonana naye, ni mshikaji uh, wangu mmoja tu. Oh, maskini Ananidanganya wakati najua kila kitu. Pole, maana ulichokitegemea hujakipata. <laughs> Joni, kuna kitu ambacho kijui kinaendelea kati ya Koesuzi na King. Nimechoka kubaki na sisi za watu. Kwa nini kila siku mimi niumie kwa ajili ya makosa ya watu? Unamaanisha nini? Naomba tukutane. Sawa. Nitumie location. Nakutumia location sasa hivi. Tena mm, tena, tena. Ana shida gani? Mbona amempigia jioni? Siwezi kukuacha uharibu mpango yangu. Yoyote atakayeingilia mapenzi yangu na Juni ni lazima mwisho wake uwe mbaya

Na mimi sitaki kuendelea haya mabishano. Eh, naomba uondoke chumbani kwangu. Siku hizo umenioka wewe, si ndio ulikuwa unajifanya malkia ya, e, e, ya ndani Sandra? Nilikuambia wewe ni mdogo sana na kwa sasa naweza kufanya chochote kile nachojisikia na huna cha kunifanya Sozi. Mimi na wewe ndio tunajua siku ile kitu gani kilichotokea pale, sikukusukuma kwa makusudi, bali wewe mwenyewe na hila zako ambazo ulitaka kuniletea mimi ubaya kwa baba mpaka na Joni ukajidondosha. Unawezaje kukitoa sadaka kiumbe chako kwa ajili tu ya kunichafua mimi jina langu hivi? Unajua hata samani ya huyo mtoto uliombeba wewe ni mama? Mama gani una roho mbaya hivi? Kumbe ile siku nilijidondosha. Ah, ah. Mungu wangu Mungu. Sandra, hakuna anayekuamini, huna ushahidi, na ninaweza kukuthibitishia hili Suzi. Nenda kaseme kama nimekupiga, alafu tuone nani atakuamini. <laughs> Sandra, mimi ndo malikia wa hii nyumba na nitafanya chochote kile ninachojisikia. Yupo chumbani kwake analia. Nimejaribu kumbembeleza lakini nimeshindwa. Ninachojiuliza, kama kweli ameamua kumwacha, kwa nini ampige? Labda njia yangu mbi haifai, njia yangu mi, haifai. Mara ya mwisho wakati unakuja kwangu, uliniambia kuwa umeniachia sando na haumuhitaji tena katika maisha yako. Sasa sijui ni kitu gani hasa kimekufanya mpaka ukampige, ikiwa hana makosa yoyote yale, na wewe ndo mwenye makosa unapata hapo ujasiri wa kumpiga King. Mimi na wewe hatuna mazungumzo ya kuzungumza, wala sijui unazungumza kuhusu nini? Mm, ninachohitaji ukae mbali na Sandra na sihitaji mfuatilie kwa lolote lile kama umeamua kumwacha basi mwache kwa amani na sio kumnyanyasa. Nikija kusikia tena kuna jambo lolote lile baya linaendelea kuhusu yeye, basi sitokuacha jua. Lishike hilo katika akili yako, Evie King. We, maisha yangu ya au maisha ya familia yangu yanahusu nini ha? pa nafasi ya kuwa karibu na Sandra isiwe sababu ya wewe kunipanda kichwani. Chunga sana mdomo wako huo, chunga kwa sababu maisha hayahitaji nguvu, bali akili. Bwana John, lishike ili katika akili yako Safari. Kama utaendelea kumsumbua Sandra, basi sitokuacha ukakaa salama.

Hey, hey, hey, hey. Wewe binti, ni nani aliyokupa ruhusa ya kuingia jikoni na kutupikia chakula? Unaweza ukaniambia? Hivi wewe, umetoka kuniulia mjukuu wangu alafu unaingia jikoni kutupikia chakula. Vipi kama ukituwekea sumu? Mama. Hata kama mimi na wewe hatuko sawa, lakini hiyo haimaanishi niseme kiasi hichi. Ni mara ngapi humu ndani mimi napika? Nawezaje sasa kuweka sumu? Hiyo haijarishi. Na kujua vizuri sana wewe mtoto una roho mbaya. Na huwezi kushindwa kutuwekea sumu ili watu wote tufe, ubaki peke yako. Shenzi wewe. Umesemaje? Mme wangu. Nakuuliza tena. Umesemaje? <sighs> Mambo si ndio hayo sasa hmm? <laughs> E, unajifanya ubishi, ubishi mwingi mwanaume mwenye maajabu zilo ila, <laughs> wanawake tuna huruma na shangazi pia, hata wina anakungangania ya nini? <laughs> K, umeamua tuzalilishane sasa, si ndio hamna? Nakuuliza. <laughs> Naona umeamua kunizalilisha sasa, umeamua kuniharibia, sawa kwa sababu wewe unajijua kabisa kwamba una mume wako na familia yako, lakini unashindwa una hata kunipa nafasi mimi, na mie ayakuwa na mwanamke mwingine mahusiano no gani sasa eh, eh, weji tuheshimiane, tena usinichanganye kabisa. Unanielewa? hunataka kunileta mambo ya kijinga jinga, unajisaulisha, unasahau mimi ni nani? Nitakuchezesha kifimbo cheza na usitaki kabisa turudie maisha ya zamani, si unanielewa? Sawa Aisha, nenda midenda mimate, niende wapi? hapa ndo siendi Nasitoke kabisa, yaani unanifukuza wewe? Unanifukuza kabisa, nakuuliza -he -he! Hey, dada umekuwa kama kuku unazulula, unarudi kwenye banda lako jioni. Mwali hey, hujui kuachwa, jimbo limechukuliwa dada, penzi paja penzi lele, lele. tena Sitaki kabisa kugombana na wewe, naomba mchukue huyu kinyonyoke mwenzio, mtoke kabla sijaachezesha shere hapa, msinihusishe kwenye mambo yenu eh. Shosi, nisijitetee. Mwanamke mwenye mandonga huyu, shengesha shingo yangu paka ha? Eh. <laughs> Makubwa kwa hiyo mm. bebi Bebi, mi naondoka, lakini tafadhali na nakuomba nikirudi, huyu kigagu lako usimkute la lasia hivyo nitakuja kufanya kama nilivyofanya maex zako. Uwanagoja nini? Si uende emtoka bwana. Eegwani ende mie Mbamba kasi ndano ya mkono. Binti yangu, maisha ni safari ndefu sana, na kwenye safari hiyo lazima kuna watu muhimu utawahitaji kwenye maisha yako. Nao watu sio lazima niwe mimi. Uh, kuna muda unafika, majukumu ya baba yanaisha pale unapopata mtu mwingine maishani mwako. Bado sijakuelewa baba yangu, unamaanisha nini? Kwa sasa unaweza usinielewe, lakini naomba ukumbuke hili baba yako, nakupenda sana na nakutakia mema siku zote, na natumaini unaenda kufungua ukurasa wako mpya na maisha yako mapya. Ndiyo baba, najua kuwa huu sio mwisho wa maisha, na pia nikuahidi kitu baba yangu, mimi mwanao nitakusikiliza sana na sitakaa ni kuvunjia heshima tena na nitakufanya ujivunie kuwa na binti kama mimi. Mm, thank you my daughter. Ah, tunaweza kuenda sasa? Sawa, baba. Mm. amba uongozane na King. Lakini baba, najua. Lakini pia hata King naye ana jambo la muhimu sana, anataka kuzungumza na wewe. Najua unachotaka kuongea, lakini sio muda wake sasa <mimu> I want you my side, tushimilele, cause I need you any time. Nakupenda penda wewe nakutaka taka wewe, nakupenda penda wewe nakutaka taka wewe Mm -hmm. s najua kuwa unipendi lakini nipo tayari kusubiri hata miaka mia moja nikiamini kuna siku utanipenda. Ni kwa sababu siwezi kukuacha wala kukusahau. Na kama itatokia utaniacha, basi situkaa nikapenda mwanamke yote ule katika ulimwengu King. Hapana Sambo. Naomba usiongee chochote kile. Hebu niache niongea aliyepo ndani ya moyo wangu. Nipo tayari kufuata chochote kile ambacho utaniambia. Lakini sio swala la kukaa mbali na wewe. Nakuhitaji katika maisha yangu. Siwezi kuishi bila wewe, Sambo. Wewe ni mwanamke pekee ambaye umenifundisha nini maana ya upendo. Tafadhali. Naomba ubaki kuwa mke wangu, kipenzi cha moyo wangu. Sijui ni nini kinachoendelea katika akili yako, lakini kiukweli, siwezi kupatia mapenzi ambayo wewe unayohitaji, na siwezi kuwa na mwanamke wa ficha yako kin. Mimi sikupendi, na nakupenda kama rafiki tu na sio kimapenzi. Kini ni yari nikuumiza sasa hivi unaweza kukaa sawa kadri ya siku zinavyozidi kwenda, kuliko nikudanganye, alafu ndio yenu kaumia tena. Mi sizani hata kama kuna siku moja nitakuja kukupenda tena, naomba unielewe. Lakini maumivu ni sehemu ya maisha yangu, na kinachonifurahisha ni, ni kwamba naumizwa na wewe mwanamke ambaye nimekuchagua katika maisha yangu. Hiyo ni furaha tosha kwenye moyo wangu lakini usikubali ukakaa mbali na maisha yangu, utanifanya nikawa mnyonge, nikajihisi mpotevu na kujilaumu, kwa nini nimeumbwa katika hii dunia. Nakupenda nakupendapenda wewe, nakutakataka wewe nakupenda penda wewe, tafadhali naomba unipe yeah, nafasi. Nakupenda sana. mm -hmm. Nahitaji uwe mwanamke bora kwenye maisha yangu. mm -hmm. Nahitaji uwe thamani ya maisha yangu. Tuondoke. Kwa hiyo umeamua kunifuata mpaka huku, si ndio? Sijaja hapa kwa ajili yako, nimekuja hapa kumfuata Sandra. Sandra hawezi kwenda popote pale. Ni bora ukaondoka kwa usalama, bila kuleta utata, kwa sababu siku hii ya leo nitakuvuruga endapo uka umeingilia mipango yangu, jova. Sandra nitaondoka naye na hakuna kitu chochote kile utakachonifanya so.